Katika mazingira ya vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel, Kiongozi Mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei ameripotiwa kujificha katika bunker ya usalama baada ya kuibuka kwa hofu ya kushambuliwa au kuuawa na majeshi ya Israel. Kwa mujibu wa taarifa za ndani zilizotolewa na maafisa wa serikali ya Iran na kuandikwa na The New York Times, Khamenei ameanza kuchukua hatua za haraka kuhakikisha urithi wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu unakwenda kwa amani iwapo atafariki. Khamenei, ambaye ameiongoza Iran tangu mwaka 1989 ameorodhesha majina ya watu watatu ambao anaamini kuwa wanaweza kumrithi katika nafasi ya kiongozi mkuu. Ingawa majina hayo hayajatajwa hadharani, taarifa zinaeleza kuwa mwanaye Mojtaba Khamenei, ambaye alikuwa akitajwa sana kwa mrithi wake, hayupo kwenye orodha hiyo. Hii inaashiria dhamira ya Khamenei kuepuka kukabidhi madaraka kwa njia ya kifamilia au mfululizo wa ukoo, jambo ambalo lingeweza kuchochea mvutano wa kisiasa au kuibua upinzani ndani ya serikali ya kiroho na kijeshi ya Irani. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa kwa sasa Irani imewaweka maafisa wake wa kijeshi na wa kisiasa katika hali ya tahadhari ya juu, wengi wakiwa wamehamishwa kwenda katika maeneo ya siri na salama chini ya ardhi. Wizara ya ujasusi imepiga marufuku matumizi ya simu na vifaa vya mawasiliano vya kisasa kwa viongozi wa ngazi za juu kwa hofu ya kudukuliwa au kulengwa na mashambulizi ya kijeshi ya Israel. Mawasiliano yote ya Khamenei sasa yanafanywa kupitia mjumbe wa kuaminika. Hali hii ya tahadhari inakuja baada ya mashambulizi makubwa ya Israel yaliyolenga miundombinu ya kijeshi ya Irani, akiwemo kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na vituo vya nyuklia, zikiwemo kambi za makombora na maabara za urani. Israel imesema kwa mashambulizi hayo ni hatua ya kujilinda dhidi ya vitisho vya kuangamizwa, ikitaja azma ya Irani kuangamiza taifa la Kiyahudi kama sababu kuu. Kwa upande wake Irani imerudisha mashambulizi kwa kurusha zaidi ya makombora 470 na ndege zisizo na rubani zaidi ya elfu moja kuelekea maeneo mbalimbali ya Israel na kusababisha vifo vya watu 24 na kujeruhi maelfu. Maeneo ya kiraia kama hospitali na majengo ya makazi yameripotiwa kuathirika. Aidha, taarifa hiyo inaeleza kuwa licha ya mashambulizi hayo, serikali ya Irani inaonekana bado imara ikiwa haina dalili za mgawanyiko ndani na miongoni mwa safu za uongozi. Mchakato wa urithi wa uongozi ambao kawaida husimamiwa na baraza la wataalam, huenda sasa ukafanyika kwa kasi zaidi endapo Kamenei atafariki ghafla. Baraza hili lina mamlaka ya kumteua au kumvua madaraka ya kiongozi mkuu wa Irani, na sasa litaangazia majina matatu yaliyopendekezwa.